Nam mtazamaji wa Faida Online TV. nyuma yangu hapa ni wanafunzi wa kidato cha nne ambao walifanya vibaya kwenye matokeo ya moko e, wakapata division 0 na wengine 4 ya mwisho. Baada ya kuona hilo, mkurugenzi wa manispaa ya Mtwara Mikindani mwalimu Hassani Nyange akaamua kutengeneza kambi maalum kwa ajili ya kuwatengeneza upya watoto hawa ili waweze kutoka kwenye zero waje angalau kuanzia 3, 2 na 1 na leo hii tumekuja kuzungumza nao hapa, wakikiri kwamba kwa sasa hali yao ni nzuri na matokeo ambayo wanapata kwa sasa hivi ni mazuri ukilinganisha na hapo mwanzo, kwa sababu huko walikotoka pia mazingira yalikuwa yanawafanya wasifanye vizuri. Wakati pia mkuu wa mkoa wa Mtwara Col. Patrick Kenani Sawala amewatembelea wanafunzi hawa wakiwa katika eneo hili ambalo wameweka kambi hapa katika eneo hili la chuo eh, kikuu cha sayansi na teknolojia eh, cha Mbeya tawi la Mtwara kwa ajili ya kuja kuwasabahi, kuwatia moyo na kuwataka waendelee kupambana na hiyana. Tumefika hapa na kuendelea, taarifa ifuatayo. Mimi naitwa Karim Faida, hii ni Faida Online TV. Nikukumbusha kusubscribe, kulike na comment channel yetu, ili uendelee kupata habari zetu. Hakika sisi ni watu wa field, tafadhali baki nasi. Wanangu wa mjambo, ongereni kwa maandalizi mazuri ya mitiani asante. Ongereni kwa kuamua kujifunza na kupata maarifa. Mimi naitwa Mwalimu Sawala, ni mkuu wenu wa mkoa wa Mtwara. Tukapata taarifa kwamba kuna watoto ambao wanafanya kazi nzuri sana, wameamua kwa hiari yao kuja kukaa pamoja ili waweze kutengeneza kesho yao iliyo bora. Niwaambieni, elimu haina mbadala na elimu ni lazima uihangaikie. Hakuna kitu cha shortcut, kwamba ili uweze kufanikiwa kama ilivyo mafanikio mengine, kwamba utapita njia iliyo rahisi. Ni lazima upambane na kupambana kwenye elimu ni vitu viwili vitatu tu. Moja, tenga muda wako wa kutosha. Kufanya nini? Kusoma. Na kusoma si kusoma tu, usome kwa bidii. Jiwekee malengo yako kwamba nataka nifaulu kama divisheni one. Ipo, ipo kwa ajili ya nani? Sipo kwa ajili yako wewe? Kani wanaopata divisheni one wana nini na wewe ukose? Una nini? Weka malengo. Sasa ili uweze kupata divisheni one ni lazima usome kwa nini? Kwa bidii. Lakini haya yote yatafanikiwa ukiwa na nidhamu. Nidhamu kwako wewe mwenyewe, kwa maana yake nidhamu ya muda, kuheshimu wenzako, kuheshimu viongozi wako, lakini kuheshimu walimu na kuheshimu malengo yako mwenyewe. Uh, naitwa Mwalimu Hassan Nyange, mkurugenzi wa Manispaa ya Mtwara Mikindani. Kwa sasa kambi inaendelea vizuri, huu ni mwezi wa pili na siku kadhaa, vijana wetu wamekuwa wakifanya mitihani mbalimbali, wanafanya vizuri, lakini pia juzi juzi wamefanya mtihani wa pre-national na wenzao wote wa uh, vijana waliokuja na zero hapa, waliokuja na 433 kwa maana zero inaelekea bado daraja moja. Kwa division 1 hapa tuna division 2 hapa tuna division 3 lakini pia tuna division 4. Kinachonifurahisha zaidi division 4 zilizopatikana hapa nyingi ni zile ambazo mtoto anaweza kuendelea na masomo, kwa maana akasoma chuo cha utumishi, akasoma maendeleo ya jamii, akaenda kusomea masuala ya uhasibu na maeneo mbalimbali mbali. Kwa maana tunataka tupambane, mwisho wa siku hii iwe ni kama case study, wanasema sehemu ya darasa ingekuwa ni shambani, usema shamba darasa. Tunataka tuiambie jamii ya Watanzania kwamba maandalizi ya zero Mtoto hawezi kufeli kama akiandaliwa vizuri. Kwa majina naitwa Sofia Abdalla natokea Mitengo Sekondari. Nilipotoka shule nilikuwa na division 0 na nashukuru sasa hivi nipofika hapa na ufaulu mzuri na division 3, na naahidi nitapata na, na, wani mtano wa mwisho. Aa, kwa majina naitwa Musa Mohamed Musa kutokea shule ya Sabasaba. Kambi imenisaidia vitu vingi sana. <coughs> Kuna baadhi ya maswali nilipo sielewi vizuri, hata wanifika hapa nimekabidhiwa walimu ambao amewatoa mkurugenzi wameweza kutusaidia kisi ya kujibu mitihani kwa ufasaha zaidi. Kwa majina naitwa Hailat Mohamed Malinda Mohamed natokea katika shule ya sekondari Chuno. Kambi hii tangia ianzisho, sema ukweli, tulivotoka shule na tulivofika hapa vitu ambavyo tunavipata tofauti na tulivotoka navyo kule. Na tulivofika hapa tunafaulu tofauti na kule, kama mimi nilivotoka shule nimetoka na 432 nimefika hapa nimepata siri koyo tuna, tunashukuru kwa kuanzishwa kambi hii. Walimu walioko hapo huku wanatufuatilia kwa kina zaidi, kwa sababu huku tuko wachache, sio kama shuleni kule wapo wengi, kumwalimu kumfuata mtu kumuelekeza mtu mmoja mmoja ilikuwa ngumu, sio kama huku. Na mtazamaji wa Faida Online TV kama tulivyosikia wanafunzi wenyewe wakizungumza wakimpongeza mkurugenzi huyu wa Manispaa Mtwara Mikindani Mwalimu Hassan Nyange na wakiahidi kwamba watafanya vizuri katika mtihani wao wa mwisho kutokana na hiki ambacho wamekifanya na kambi hili ambayo limewekwa hapa kwa ajili ya kuweza kuwatengeneza zaidi. Mpaka kufikia hapo nimefikia tamati. Jina langu naitwa Karim Faida, hii ni Faida Online TV. Hiki ambacho anakifanya Mwalimu Nyange ni mfano wa kuigwa, ni mkurugenzi ambaye amekuwa akipambana hasa kuifanya elimu inapanda katika halmashauri hii ya Manispaa Mtwara Mikindani. Asante na kwaheri.